Sasa kikosi cha na Mungu kipo tayari kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba? s shukrani sana. Asalamu alaykum. Ah, Asalamu alaykum jamani, hayo ndo maneno eh. Wale wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufika hapa kuzungumza nanyi, japo nyee shule nyee ni kesho Iniukule ni kwamba tumekuja toka juzi, tuko mjini hapa kwa mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na timu nzuri yenye wachezaji wazuri eh, yamefanyika kikamilifu na tuko tayari kucheza na Simba Sports kesho. Sawa, maswali matatu kwa mwalim Namwa. Ndiyo, ndiyo ndiyo, ndiyo. ndiyo. ndiyo. Kikubwa ambacho waweza kukuambia utarajie ushindani, tumekuja kushindana swala, so, la matokeo baada ya dakika tisini kumalizika, ukinipigia nitakupa majibu. Vinginevyo mi sina taaluma ya utabiri. Eh. Swali no. la pili namba okay, uh, yeah. Ndiyo na, ndio kesho tunacheza na mungo na Simba, na sisi tumejiandaa kucheza na Simba kesho. Hao ya utabiri subiri, baada ya dakika 90 ukiniuliza nitakupa majibu

Umesema msimu ulio ulikuwa mwaka gani? mwaka gani? mimi mimi sikumbuki 2024 2025 na hii ni ipi? 25 26 ah, sita. Kaka vipi bwana, wewe ulizaliwa na ndevu sasa? si ilikuwa <gibu> ah, baadaye ni kwamba mechi iliyopo mbele yetu tunajua umuhimu wake tunatambua na tunafahamu tunacheza na timu ya aina gani, yenye wachezaji wa aina gani, wenye uwezo wa aina gani. Kwa hiyo tuende kwenye kanuni hasa za fair play. Kwanza tunawaheshimu, tunawaheshimu Simba kama kanuni inavyotaka, lakini tuko tayari kucheza na Simba kesho. Tushindane, baada ya mchezo wa kesho hayo matokeo mengine ndio tutajua wote, tutajua, au sio? Vinginevyo hapa tuingie kwenye kazi ya taaluma ya, ya utabiri nani na taaluma nani, mjukuu wa Shaya haya ambaye anaweza katabiri. Ninachoweza kuambia ni kwamba tumejiandaa vizuri kuja kushindana na Simba. Tunaiheshimu Simba, tunaitambua Simba, uwezo wake na ubora wake, na ndio maana sisi tumefunga safari kutoka Luangwa kuja kucheza na simba kesho. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba maandalizi ya kucheza na timu nzuri kama simba yamekamilika. Tuombeane heri tu inshallah. Mungu atujalie tulale salama tuamke salama, kesho watu wakapate burudani. Sawa, swali la mwisho kwa mwalimu iodiohili ni <totototototototo> hey, jambo jema lakini nataka kuambia kitu kimoja tu unajua kila, kila mech ina approach yake ina game plan yake na hiyo inadependi na opponenti wako yukoji kwa hiyo hilo swali lako ni jambo jema, unapotengeneza nafasi na kuzitumia. Kwa hiyo inshallah, kesho tukitengeneza nafasi, basi tutatumia. Nategemea nitakuona tukitumia nafasi zile, na wewe utashangilia, sio basi? Mungu akubariki sana. uh -huh. Mwalimu, nikushukuru sana oh, Umemaliza. Uh -huh. Sasa ni wakati wa kumpisha mchezaji naye kuweza kuzungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, basi. Uh -huh. Uh -huh. salaam aleikum <laughs> Sa <laughs> <laughs>